Na leo tumemaliza diploma yetu, tunakuja kufuzu kufuzu siku ya leo hii. Shule imekuwa ya baraka sana katika wachungaji, katika maisha ya wachungaji. Tumeona shule hii ikibadilisha maisha ya wachungaji, makanisa za watu, watumishi wa Mungu wengi aa, wamepatilika na tunamrudishia Mungu shukrani sana, na hii ni shule ambayo imeanza kwa miaka zaidi ya 15 tumekuwa tukifundisha wachungaji na viongozi katika makanisani na tuko na programu nzuri and so it's a blessing to be here it's a blessing to be in your country. So, and we will encourage other potential leaders potential pastor take the, the step to move

Mchungaji lazima awe ameenda shule, amesoma, ana cheti cha kuonyesha kwamba amesoma Biblia, ndipo sasa kwa mchungaji wa kanisa hili ambalo anahusika. So mimi nimefurahi kuwa mahali hapa, nimeshiriki pamoja na graduates na nimefurahia kuona wakifuzu waki vizuri. mimi ni one of the graduates. Mimi nina faida moja, ambapo nimeweza kuingiza imani yangu, imepanda juu. Pili, pia nimeweza kujifunza mambo mengi kama ukulima nimejifunza pia kuketi na watu, kujumuika na watu kwa pamoja na mambo mengi kadhaa. Inaitwa afande Gibson, mimi ni mchungaji ambayo nimewakoka, ninahubiri na baadhi ya vitu ambayo nimejifunza katika shule hii ni kwamba nimeshika imani zaidi hapo nilivyokuwa mara ya kwanza, na ningependa kuhimiza vijana wenzangu ama wachungaji kwamba tuunganike na shule hii na itatusaidia sana. Mimi mmojawapo aliyehitimu katika shule hii mwaka wa 2019 na, na, na nataka niseme kwamba hii shule ilinisaidia kutokana na hii shule. Kuna vitu nilianzisha kanisani ambavyo vinasaidia kwa mfano, nimeanzisha madarasa ya wanafunzi katika, katika, katika kanisa na inasaidia kanisani, naona washirika wangu wanakuzwa vizuri. Jambo tu nilikuwa nataka pengine kuongezea tu ni kwamba tumewekwa mkono na rais, ningependa kuomba rais afutulie mbali hiyo sheria, kwa sababu hiyo sheria huwezi control mambo ya, ki, ya kiroho. Mambo ya kiroho inahitajika watu wa Mungu wa kiroho waanze kuangalia mambo ya kiroho. Mtu wa mwili hawezi kukuja na kuweka mikataba mi, mi ama kuleta mama kuidhinisha mambo ambayo inahusu kiroho, kwa sababu yeye mwenyewe haelewi mambo ya kiroho, na mutu wa kiroho anaelewa mambo ya kiroho. Ile tunayofundisha ni ya kiroho, so inahitaji watu wa kiroho ambayo wataweza kuendesha mambo ya sharia ambayo itaweza kuendesha mambo ya kamakanisa. Najua tulikuwa na komiti lakini hiyo komiti ukiangalia watu waliokaa pale kuangalia mambo ya kanisa waliangalia mambo ya dini zao na hiyo sio sawa. Nataka kuomba rais ya kwamba mambo ya kiroho iwekwe kwa watu wa kiroho, alafu wataangalia hiyo mambo na watatoa sheria iliyo njema. Asante.